Msongo wa mawazo na kuogopa mara nyingi inakuja kutokana na kutokujiamini. Hii inamaanisha kwamba una uwezo wa kubeba mawazo na kuweza kufitia hisia fulani, aidha za uchungu, aidha za ugumu, ama changamoto fulani, ama kufanya maamuzi juu ya jambo kubwa ambalo inaokabisi mbele yako kama una overthink. Kitu cha uhakika ni kwamba uoga lazima ukutokee, badala yake sasa tafuta namna gani unaweza kucontrol mambo yaliyoko mbele yako. Kaa chini, fikiria, naenda na plani gani? Naenda na strategy gani? Nani nikutane naye? Nijifunze nini? Nikutane na wapi ambapo nitapata solution juu ya jambo ambalo linanikuta au juu ya ya situation ambayo napitia. Kama unapitia hii situation na umefanya haya niliokuambia. Hii inaonyesha moja kwa moja imekuchosha, na imefikia stage ambayo hauwezi ku na moja kwa moja. Sasa mimi na solution juu ya jambo zima hali kama hii, solution ya hii jambo ni moja tu, jiamini. Amini kwamba wewe ni mtu sahihi wa kukutana na situation iliyokutana nayo. Fanya maamuzi, tafuta plani ambayo inaendana na wewe mwenyewe binafsi, kisha ifuate. Ikikubali vizuri, twende mbele. Ikigoma vizuri, twende mbele. Hiyo hali yako ya usalama na kukontrol kila hali ambayo nataka ije mbele yako haiji kutokana na situation au circumstance yoyote ambayo itakuja kutoka nje ya situation ya ambayo unakutana nayo, bali inatokana na mwendelezo wako ulionao juu ya kujipambania mambo yako kwa mwendelezo, bila kujikatia tamaa juu ya jambo unakutana nalo, bila kujali matokeo gani yatatokea.